Assalamu alaikum. Kwanza kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi, Mufti, viongozi wakuu wa serikali, viongozi wa dini, ndugu waumini wenzangu wote, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa ya namna hii. Nilikaa kwa utulivu kabisa, nikaona inapendeza. Amani ya namna hii sijui utaipata wapi, lakini tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuweka mahali hapa pamoja, lakini kuu lingine ni mshukuru mkuu wa jeshi la polisi Tanzania afande Camillus Wambura kunituma nije nilete salamu zake, na nasema kwa ufupi thamani ambazo amenituma nizilete kuhusu kuangalia thamani ya amani nchini Tanzania kuelekea uchaguzi. Lakini niambatane tu na surat Surat Hud ukisoma suratu Hud unapata ukisoma suratu Hud kumi na moja aya ya sitini na moja mpaka sitini na nane unapata kisa cha Nabii Saleh. Nabii Saleh alitumwa na Mwenyezi Mungu kwenda kwenye mji wa kale unaitwa Thamud, mji ambao ulikuwa karibu ya Yemen na huku Shama, ambaye ni Siria ya leo